Nilikuwa nawaelekeza ni wenzangu kwa wale ambao hawajui majani ya chai yanatokana na nini. Jamani, shamba lake hili umeliona, hili hili ni shamba la majani ya chai. Hili ni shamba la majani ya chai kama unavyoliona. Unavyoona hapa jani hili hapa, hili hili linachumwa. Hili hapa kama lilivyo hili, linachumwa. Hili hapa hili hili ndio linachumwa, kwa maana linaenda kusagwa kiwandani. Baada ya kusagwa kiwandani ndo tunapata majani ya chai jamani. Shamba la chai kama hivyo unavyoliona ayote majani. Kwa wale ambao hawajui majani ya chai haya, kwa wale ambao hawajui eh, ho oh tunatumia majani si mazao tujaye kuyaona majani ya chai hapa hii. Na ni shamba ambalo ni la kwangu mimi mwenyewe, mamoni waoneshe jamani, kubwa sana, limeanzia kule chini limepanda mpaka kule juu. Jamani, karibuni sana Njombe jamani. Angalia kwanza kijani kilivyostawi hicho. Angalia kijani kilivyostawi hicho jamani, majani ya chai. Yalivyostawi. Kapande mtwala uone kitakachotokea. Lakini huku safi kabisa.